Kijana huyu ambaye alimstaajabisha tajiri kwa kosa lake dogo hili ambalo alilifanya na kwenda kumwomba msamaha tajiri, tajiri akaamua amsamehe kwa namna hii. Mpenzi mtazamaji, kabla ya yote, ni kuombe usisahau kumswalia Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam pia kufanya istighfari. Ni kuombe usisahau pia kusubscribe, kucomment, kulike na kushare, ili uwe wa kwanza kupata video zote zinazotoka kupitia hapa Khairo TV. Kisa hiki cha kijana ambaye alikuwa talibul ilm, mtafuta elimu, msomi wa dini. Siku moja, wakati anapita kuelekea madarasani ambako huko anapata malezi ya kiimani, anapata malezi ya kidini, akapita pembezoni ya ua la nyumba fulani, yaani alipita pembezoni mwa fensi ya nyumba ambayo fensi ya nyumba hiyo ilikuwa imesheheni matunda kwa ndani mpaka yengine yakawa yananing'inia kwa nje, lakini Mungu alimjalia kijana huyu ambaye anatafuta elimu, msomi wa kidini. Siku ile njaa ilimuuma sana, na matunda yameiva katika miti na yanavutia. Akawa anajishauri nichume au nisichume, lakini njaa inaniuma lakini, nikichuma bila wenyewe kunipa ruhusa, mikono itakuja kushuhudia siku ya Kiama, nilifanya dhambi hizi. Kijana alikuwa anijishauri katika nafsi yake, lakini mwishowe aliamua kuchuma tunda moja na akala, ili kupoza machungu ya njaa yake. Kijana huyu alipomaliza kula akafunga safari ya kufika hadi nyumbani kwao. Alivyofika nyumbani kwao, wakati wa usiku, mama yake alimwona kijana huyu kwamba halali na anajua kwamba kesho ana ratiba za kwenda pia madarasani kwenda kusoma. Mama wa kijana huyu alimfuata mwanawe na kumuuliza, ewe mwanangu Umar, kwa nini hadi sasa hivi haujalala na unafahamu kesho utaenda madrasa kama ulivyoenda leo? Inatakiwa uamke mapema ili uwahi kwenda madrasa na ukasome. Kijana Umar alinyanyua sauti yake kwa unyonge, akamwambia, mama, ninakosa usingizi kutokana na dhambi ambayo nimeifanya mchana wa leo Mama yake alishtuka sana, akamwambia: dhambi? wewe unasoma nini? ikiwa shuleni kwenu au madarasani kwenu munajifunza dini na munafundishwa ubaya wa dhambi na kujiepusha nayo, leo hii unaniambia umetenda dhambi? Ehe, Omari, zambi gani ambayo umetenda? Akasema, naofia hata kukuambia, lakini siwezi kupata usingizi juu ya hili. lakini kabla nilikuwa na lizania dogo, lakini kila nikifikiria kwa Allah subhanahu wataala ni kubwa sana. Niache mama mpaka kesho asubuhi, niende katika ila sehemu ambayo nimetenda dhambi, nikamwombe mhusika msamaha na niko tayari kufanya lolote lile ambalo ataniamrisha ili tu niweze kuwa huru kutokana na dhambi hii. Mama yake Umar akasema, masahaba wa Mtume Muhamadi sallallahu alehi wasallam walikuwa hawajifunzi aya yoyote isipokuwa wanaifanyia kazi, na kushangaa sana mwanangu, kwa nini unafanya haya? Kijana Umar akajiandaa akafika katika ile nyumba ya kitajiri ambayo ndani yake kuna matunda na yengine yananing'inia kwa nje. Akamkuta mlinzi, akamwambia yule mlinzi, yaani Omar, akamwambia mlinzi kwamba namuhitaji bosi wako, baba mwenye eneo hili, mwenye nyumba hii. Mlinzi akapeleka salamu kwa yule mzee, mzee akaja akasema Nimesikia Omar, unaniita, nimepata salamu hizi kutoka kwa mlinzi, una shida gani? Akaambia, ni kweli nimekuita, nina shida kwamba jana wakati napita hapa kutoka madrasa, ilikuwa njaa inaniuma sana, na kama unavyofahamu ndani ya nyumba yako kuna matunda mengi ambayo mengine yananing'inia kwa nje, nikaamua kuchuma tunda moja na kula. Lakini kusema ukweli, usiku wa jana sikulala kutokana na waza itakuwaje mbele ya Allah subhanahu wa taala, na mikono yangu itakapoenda kutolea ushahidi juu ya hili nililolifanya. Kwa hiyo nakuomba ewe mzee wangu, bosi wangu, unisamehe, na nipo tayari kufanya hata kazi ya kulima mwaka mzima kwa ajili ya kafara ya kunisamehe. Niko tayari, siwezi kesi hii mbele ya Allah subhanahu wataala. Dhambi hii ni kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wataala, na kuomba unisamehe yule mzee akasema, sasa kwa nini haukugonga mlango na ukaomba na nikakupa matunda? Akasema, njaa ilikuwa imenichanganya na sio makusudi yangu. Mara kidogo, muda wa swala umefika bila omar kusamehewa. Yule mzee akasema, niache nikaswali Omar akafuatana na yule mzee huku anaendelea kumuomba akunjue moyo amsamehe lile dhambi lake ambalo amelifanya, lakini yule mzee akamwambia, usinichanganye sasa hivi naelekea kuswali. Swala iliswaliwa. Ilipomalizika, Omari akaendelea tena kumbembeleza yule mzee katika lile kasri la kitajiri mzee akamwambia, je, uko tayari kile ambacho nitakwambia utakifanya? Utakubaliana nacho, ili iwe kafara mbele yako na Allah subhanahu wataala, na iwe ndio msamaha wangu? Omari akasema, haina shida, niko tayari nipate radhi za Allah subhanahu wataala, na unisamehe Akasema sharti ni moja, ili nikusamehe, nikuozeshe binti yangu wa kipekee, ni mmoja tu. Omari alishangaa na kumuuliza unathubutu vipi ewe mzee wangu kutaka kuniozesha binti yako wa kipekee na ni mmoja tu, lakini unataka kumwozesha mtu ambaye alikuchukulia matunda au aliiba tunda bila kukwambia. Akasema, ikiwa umeweza kula tunda moja na umehisi ni dhambi kubwa, basi unaweza kuishi na binti yangu kwa upore kabisa, kwani kuna watu wanafanya madhambi madogo lakini wanayadharau, kumbe ni mitihani mbele ya Allah subhanahu wataala. Omar alishangaa sana lakini akaendelea tena kusema Umari kwamba mimi siwezi kuoa kwa sasa hivi kwa sababu bado ninasoma, ni mwanafunzi, natafuta ilmu na sijajipanga kwa lolote. Yule mzee akamwambia, haina shida, mimi nitawaongoza na nitawasaidia na nitawapa kampani kwa kila kitu. Yule mzee akasema hivyo, Omari akasema sawa. Mzee akamwambia lakini mtoto wangu hasikii, haoni, bubu na hatembei. Omari alistuka sana, lakini yule mzee akaendelea tena kumwambia, akamwambia kwamba nakupa wiki moja ya kufikiria, alafu urudi hapa unipe majibu. Kijana Omar alitoka akenda hadi nyumbani kwao na akamweleza mama yake juu ya haya ambayo yamejiri, baada ya kwenda eneo ambalo amefanya dhambi hiyo na kupewa masharti haya kwa huyo muhusika ambaye amemtendea dhambi, yaani amechukua mali yake bila ruhusa yake na kuitumia Mama yake akamwambia, huo ni mtihani, kwa sababu utawaje mtu ambaye haongei, yaani bubu, hasikii haoni, wala hatembei. Mama yake akamwambia tena kwamba, kesho unaenda ukatoe majibu, umwambie kwamba siwezi, siwezi swala hili. Omar akamwambia mama yake, akasema kwamba nitakapoenda kumwambia siwezi, maana yake nitabakisha kosa langu na nitakuwa sijasamehewa na yule mzee, kwa hiyo nashindwa hata nifanye nini. Lakini mama yake akamwambia, ewe mwanangu Omar, itabidi ufanye istikhara, yaani uswali swala ambayo Allah subhanahu wataala atakupa ushauri kwa dalili kupitia swala hiyo. Omari akasema hili ni wazo muhimu, mama, itabidi usiku ni swali istikhara. Na ni kweli, Umar akaswali raka mbili za istikhara, kisha akaomba dua kwa Allah subhanahu wataala na kusema Ewe Allah subhanahu wa taala, ikiwa ndoa hii ina kheri na mimi ya rabbi, duniani na kesho akhira, basi nifanyie wepesi kwa namna yoyote ile. Na ikiwa ndoa hii Allah subhanahu wa taala inakuwa ni shari duniani na kesho akhira, ya rabbi, onyesha njia, weka njia, weka kila kitu wazi, Allah subhanahu wa taala. Jana alipomaliza alitoka asubuhi yake na kwenda kurudisha jibu kwa yule mzee ambaye alimpa binti yake amuoe, ikiwa ni kama sharti la kukubaliwa ombi lake kwa ile dhambi aliyoitenda kwa kula tunda moja. Omar alipofika pale akamweleza mzee kwamba nimekubali, mzee akamwambia, umefanya istikhara? Akamwambia, ndio, nilifanya istikhara. Unaonaje, ulihisi vipi baada ya kufanya istikhara? Akamwambia, nilihisi raha na bashasha na uchangamfu katika akili yangu na mwili wangu. Akasema, sawa, sasa subiri nikuozeshe, hapa nitakusaidia kulipia mahari alafu utaenda kumwona mke wako yule. Mzee akamwozesha kama sheria inavyotaka, kisha akapelekwa chumbani kwa mwari amuone mwali wake. Na alipofika Omari akaona tofauti kidogo, mbona mtu amekaa ananiangalia? Lakini Omari wakati anajiuliza vile ikatokea salamu kwa huyu biharusi, ambaye ameambiwa hawezi kuongea haoni, hasikii wala hawezi kutembea. Omari anasikia assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, akashangaa. Kabla ya hapo hajamaliza kushangaa, akaona mtu ananyanyuka, anatembea, anakuja upande wa Omar. Omar akazidi kushangaa na kupiga butaha, lakini ikabidi amuulize yule binti kwamba baba yako ambaye ni mkwe wangu sasa hivi ameniambia kwamba wewe husikii, huoni, huongei, hutembei. Yule binti akasema ni kweli, sisikii maneno ya haramu wala sisikizi mambo ya haramu, sioni vya haramu wala siangalii vitu vya haramu, siongei maneno mabaya ya haramu wala umbea, lakini pia siendi, yaani sitembei kuiendea shari yoyote ile au kwenda sehemu za haramu. Na huu ndio uhakika ambao baba ndo amekueleza, na mimi niko hivyo Kiuhakika kabisa niko hivyo. Omar alishangaa sana, akasema hakika, mtihani huu nimeuvuka kwa kadari zake Allah subhanahu wataala, na sio kwa ujanja wangu. Omar anapata mke kwa kujutia kwake kosa dogo kabisa ambalo amelitenda, lakini dhambi haina udogo. Akaamua aende kusalenda na kuomba msamaha kwa mwenye hema ya ile ambayo yeye Omar alichuma tunda na kula. Omar anafanikiwa kuchukua mwanamke huyu kutokana tu na kutoipuuzia dhambi. Allah subhanahu wa taala akamfanyia wepesi maisha yake, na Omar kuwa miongoni mwa watu wenye maisha mazuri kutokana na kuto kuipudhia dhambi hii. Mpenzi mtazamaji, ikiwa umepata faida yoyote kupitia katika kisa hiki, tafadhali usiache kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenye comment. Pia usisahau kufanya istighfari, kuombea dua wazee wetu na Waislamu na waumini wote waliotangulia ni kuombe. Pia usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare, ili uwe wa kwanza kupata video zote zinazotoka kupitia hapa Khairo TV. Na kufikia hapa, niseme sina zaidi, uhibbukum bila hudud wa hadha, assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh.